Na mtazamaji wa SFTV ni kutoka hapa katika soko la Mwanakwerekwe soko ambalo eh, lilifunguliwa tarehe 29 mwezi wa 10 elfu mbili na ishirini na nne, na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Zanzibar Daktari eh, Hussein Ali Mwinyi eh, rais eh, wa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar tuko hapa Eh, kuendelea kuzungumza na wanasimba eh, kubwa zaidi ni kuhusiana na mchezo wa nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo wekundu wa msimbazi Simba wanawakaribisha wa South Africa Stellenbosch eh, kutokea hapo hapo eh, kwa Madiba. Ni mchezo ambao utapigwa katika dimba la Amani Visiwani Zanzibar, ambapo ni kwa mara ya kwanza kabisa eh, New Amani Complex ama visiwa hivi vya Zanzibar vinakwenda kuhodhi E, mchezo wa kimataifa e, na wekundu wa msimbazi Simba hakika e, wanakwenda kuwaheshimisha wazanzibari endapo watakwenda kushinda mchezo huo. Tuko hapa kuzungumza mawili matatu na mashabiki kuhusiana e, na mchezo huo. Hii ni Simba Fans TV, nyuma kamera shambani ofisho kwa jani fenesi, kama kawa kama dawa, anahakikisha kwamba wana simba e, wanakuwa mstari wa mbele kuzungumza kile ambacho wako nacho, siku zote tuko hapa mpaka pale nitakapokwambia bye bye. Baki nami bwana mkubwa, yuko nyuma hapo. Hiyo fulana nimeipanda hiyo rangi bwana, kipindi ambacho sisi eh, tunacheza na wale Waarabu arabu eh, alikuwa upande ule kule, umemsilimisha baada ya kufanya ile kazi zetu, alikuwa upande wa pili, au anakuambia ukapata muhogo sio, tupate nango gwe ukakosa ngogwe sio, tupate chano yuno hili kana gogo namhomo mwenye bwana mtumbili tusi kada wingi kanyeuti ya zogo nakwambia. Ah, bwana wana, wazanzibari wanaelewa, kuna wanasimba yeah, kutokea bara huko yeah, kutokea nchi jirani jirani yeah. Umewaacha kama ulivyoniacha jamaa wangu Ndugu yangu wewe, baadaye ukinifuata behind the scene, nitakuelekeza hayo mambo. Kuna mambo mengine sio ya kuyamwaga hadharani. Kwa hiyo, hapo nataka kusema kwamba upele umepata umepata mkunaji, umeelewa? eh, mechi kule Zanzibar, ndio ndio kwenyewe, ndio kwenye mkunaji mwenyewe ti ah, uh -huh. Wanasema ngwangwandogwangwa, ndo chai ya rangi, sukari mchanga, kitumbua jiwe, andazi dongo, nini, gwawagado, chai ya rangi, sukari mchanga, kitumbua jiwe, andazi dongo tunafanya tu, tu, pilikapilika zetu. Tunajua unasema, katika mpira kuna ushindi nje na ndani. Kwa maana hiyo, nje tunaenda mbio sisi, umenielewa? Yani hapo umeniacha sasa, eh. Nje mnaenda mbio eh? Yani kwenda huko kwenda mbio mnaenda mbio vipi? Mpira fitna. Mpira, fitna. Mpira una mambo mengi, umenielewa? Ushindi nje na ndani, wali moto, mchuzi moto eh na katika hao ambao mnaenda kuchukua mtoto nyumbani, anaweza kaa, unauliza jibu mwanangu, au unauliza makofi polisi yeah? Yeah, unauliza makofi polisi anatajwa au unauliza chooni kunanuka nini? upande wa pili ninipangapiro anasema sisi tunamrudisha huyo wamrudisha mbele wao wenyewe hivi mtoto mwanangu, kimya kimya tunafanya mambo yetu pale, mtoto mwenyewe bwana bwana, eewe ba, kama nilivyokwambia mtazamaji wa Simba Fans TV kwamba tutatembea Zanzibar kadiri ya tunavyoweza, kipindi hiki ambacho wekundu wa Msimbazi Simba wanaendelea kujimwamba fai na kujimwaimwai na nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, wengine wakiwa hawamo, wao wanaendelea kutamba. Niko hapa maeneo ya Mwanakwerekwe. Kama nitakuwa nimekosea wenyeji wataniambia eh. hapa ni wapi bana? Mzee mwenzangu ama kijana mwenzangu, salamu aleikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Uh, wa Simba Fans TV, eh nyumbani hapa eh, karibuni sana Zanzibar, karibuni sana katika marashi ya karafuu Zanzibar eh. Kuna mambo mengi hapa Zanzibar eh, kwanza yeah. Hapa eh, nilipopataja, tupo ndo hapo sasa hivi tuko Mwanakwerekwe sokoni tuko Mwanakwerekwe sokoni. Sokoni na sisi ndo watu ambao watendaji wa hapa sokoni. Uh, mandhari unaziona sasa hivi, pilika pilika pilika za watu, huku watu wamebeba ma, matungule mavitunguu nini kama kawaida, shughuli kama kawaida zinaendelea, na hapo hapo tupo katika mpango wetu kazi wa kesho, jambo tunalo na tunamu kwa uwezo wake Allah tutalifanikisha insha Allah biidhnillah yeah. ubaya ubwela, kabla hatujaenda kwenye huo ubaya ubwela mm, sasa mimi nataka kujua siri ya kahawa hizi sijui Alkasusi na Zanzibar, joto mm, kali, lakini kila linapopita mm, naona watu wanashusha vikombe tu vya moto. Unajua hii ni asili eh? hii kwanza hii ni ni, ni, asili ah, ha mambo ya kahawa tangu enzi na enzi huko, yeah. Unaona bwana, wazee wetu, unaona bwana Alkasusi maona alikadhalika ni mambo ambayo kwamba unapata vinywaji, unapata kutengeneza vitu fulani ndani ya mwili unakuwa yeah, kidogo, basi mambo yanakwenda mujarabu. Bana, Simba wamekuja sasa eh, hapa mm. tunasema visiwani Zanzibar, mm. jambo mnalo kwanza, Wazanzibari mm. mmelipokeaje jambo na kwa uzito wa namna gani? Bwana, ile jambo tumelipokea kwa uzito mkubwa, kwa furaha kubwa kutokana na hii, niseme hii ni mara ya mwanzo, mara ya kwanza, ona. Kwa hiyo sisi tumelipokea kwa nguvu na tumelipokea na tunategemea, tuna, tuna, tuna, tuna mategemeo tuna mategemeo makubwa. Tunataka tuwadhihirishie kwamba tumeipata hili diyo, mwanzo na tunataka na mara nyingine irudi tena, umeelewa kwamba mmeonja sasa, mnataka mnataka na, yaani tunataka tulifanikishe mara nyingine tufanye tena Yaani ikiwezekana hiyo fainali irudi hapa tena fainali. Eh sasa, sasa kwa hiyo tunafanya tu, tu, tu pilika pilika zetu. Tunajua unasema katika mpira kuna ushindi nje na ndani. Kwa maana hiyo nje tunaenda mbio sisi, umeelewa. Yani hapo umeniacha sasa. Eh, nje mnaenda mbio eh? Yani kwenda huko kwenda mbio, mnaenda mbio vipi? mpira fitna. Mpira una mambo mengi umeelewa ushindi nje na ndani. Wewe baadaye ukinifuata behind the scene, nitakuelekeza hayo mambo. Kuna mambo mengine sio ya kuyamwaga hadharani. Umepata mkunaji, umeelewa? Ndio, ndo kwenyewe, ndio kwenye mkunaji mwenyewe ti, ndio unavyokwambia bwana mkuu. Aukaa nyuma hiyo, kwa hiyo fulana yako na hiyo rangi bwana, kipindi ambacho sisi tunacheza na wale Waarabu aliko upande ule kule Tumemsilimisha baada ya kufanya ile kazi zetu, alikuwa upande wa pili bwana. Bwana anasema kwamba ulikuwa upande wa pili, ya kweli? Alikuwa mwarabu huyu bwana, alikuwa mwarabu. E, <laughs> na tukamwambia tukimpiga mwarabu hapa tunakuja kukupiga makahawa. Akatukimbia, lakini siku ya pili tulimkamata, tukamwekea meza hapa, akakala tende kilo nzima, tumemwekea yeah. Maziwa dio, chupa nzima ea vitu vingi na mchele tukamletea, tukamwambia kama huwezi, kapike nyumbani kwako eh. hiyo hapa ndo, ndo, ma... Yani, mtu akipigwa ujue anapewa adhabu hiyo, kama kahawa tende, kama hajaja anapelekwa mchele kwake. Huo ndo utani wa kweli, sio utani wa kukaa kuvuta na majezi kuchania na majezi uwanjani. Utani hauko hivyo, mpira hauko hivyo bwana. Mpira bwana ni furaha, maona bwana, najenga udugu maona bwana, mnafahamiana afya. Maona bwana, kwa mpira uko hivyo, sio kugombana. Ndio maana unaona sisi tuko pamoja hapa, umeelewa? Tunakaa fresh, lakini kila mtu yuko i yuko kwenye upande wake jambo. yeah. yeah. Yeah. so, mnalo mtaivusha Simba kweli jamani, wanatamani kujua, kwa Zanzibar mmepewa hii dhamana. Jambo tunalo, cha kwanza Mwenyezi Mungu, biidhnillah, kwa uwezo wake Mungu, kwa jinsi tulivyohangaika yeye Mungu anaona, inshaallah atatufikisha Tutafika finali. Yani, hii hii tunabeba ile, si tumevuka robo kwenda nusu? Hii tunabeba, kwa sababu kwanza advantage tunayo sisi, tukipasua hapa advantage tunayo hapa sisi, tukipasua hapa. Nusu finali naanza ugenini, mzee mwenzangu, finali naanza ugenini, mzee mwenzangu. Alafu sasa hivi timu ninayo vijana wanahari, najuzi kati mpunga umeingia nayo vijana

Bana, Wazanzibari wanaelewa kuna wana Simba yeah, kutokea bara huko, yeah, kutokea nchi jirani jirani, yeah. Umewaacha kama ulivyoniacha jamaa wangu, ndugu yangu, hayo mambo hayo uh -huh. Ninajua utarudi tena mara ya pili, ngoja uh -huh. tumpasue huyu bwana mara ya pili ukirudi, nakufungulia mabano sasa, si nimebana hiyo uh -huh. Kodi hiyo kodi hiyo, si nimebana uh -huh. Nafungua mara ya pili ukirudi, nafungua, wataweka vichwa chini Situ mea, baba, hii Zanzibari uh -huh. inapanda hizo, alafu uzuri wa sisi Zanzibar unaweza ukaizunguka siku hii, mmeshindwa sasa, mnashindwaje bwana? Sasa nyinyi ilikuwa mtafute wenyeji, sio mkija tu natumbukia tuchui. ah. mkija hapa kwanza mtafute wenyeji kwanza. tumeenda wapi huko Makunduchi huko yeah. Kajengwa no, Juzi no, kati tulikuwa ndijani hapo yeah. Namalizia tumbatu tumba. Au mambo mengine tuachie wenyewe yeah, wao oh, kama wanahangaika, maana kuna watu, isha sikia, yeah. Si LCC, yeah. si NCCF, watu ishasikia uko wanapigia yeah. Na simu tukutale kari yako sitkasi wanatia mkono yeah. Waingie mzima mzima mimi nasema waingie wote mwili mzima waingie yeah. Wataona natakaitia mguu mwanangu, kama transforma wenyewe wanasikia wana si unajua, gari ya kizoze ikishapata moto unaweza kuweka mkono, ndo hivyo sasa. Simba nguvu moja. Si, moja Simba ubwela, hiyo ndo hali bwana. Namshuhudia mpanzu pale anateleza kwanza, unamwona ile mtoto anavyotemeza kama bamia na kama bamia eh, kama bamia mwanangu, huku na mpanzu winga eh, kibu, mm, menelewa juu eh, pale mwanangu mkwala. Sasa hivi kawaka mkwala amewaka, menelewa katikati pale, mwanangu, hapa kwa chini, hapa chini, kuna huyu bwana Kagoma Yusuf Kagoma, mchafuzi vibaya yule mtoto. Mtoto ananikumbusha kipindi hicho akina Edgar Davis Edgar Davis yule mtoto a, ukimchukua na chapa na na chapa mwanangu, refaria aone milioni 30, eh bwana, pale tumechukua dhahabu mwamba, pale tumechukua dhahabu golini pale. Yani mwanangu sisi kule golini kwanza, yani kule golini kwanza, golini picha linaanza, game inaanza bila bila kwa sababu golini tuna mtu Spiderman. Hey, Spider kwa sababu ule, ule mtu ule una nyakati akiwa anacheza si golikipa, right? lakini anakuwa kama senta beki anasimama, right? Sasa kumbe je sasa wewe uone hapo kama tumezidi tumekuwa tunakuwa ngapi hapo? Kama baada ya kumi inakuwa kumi na mbili. Sasa kumbeje, huo ndo mpira sasa hivi tunacheza mpira ya kisasa na na huo mpunga uoingia, we tunaweka vyuma pale mwanangu. Mwakani watatafutana, mwakani watatafutana nakwambia. Vyuma vya aina gani? tunaingia huku tunatokea kule, tunaingia si machimbo tunayo. Alafu wanaita maskauti zetu nao watu wa mpira eh, si tuingii kwenda kumleta. Kwa sababu sasa hivi uongozi umevunjwa vunjwa ule kidogo, ni alhamdulillahi. Hatuendi kumchukua mtu ambaye kwamba kakaa dukani anauza duka hapa, naye njoo. Baada ya kusaidia timu anakuja anakaa benchi, enda kuchukua mtu. Wali moto mchuzi moto, wali moto mchuzi moto, yeah. <laughs> Unauliza jibu mwanangu, unauliza makofi polisi, yeah. Yeah, unauliza chooni kunanuka nini, upande wa pili anasema, na sisi tunamrudisha huyo wamrudishwa mbele wao wenyewe wamemletia namna gani, vile mtoto ule. Sasa hivi mwanangu, kimya kimya, tunafanya mambo yetu, tunakamata tunaweka pale. E, mtoto mwenyewe kakubali, juzi kavaa jezi bwana. Lazima wao, lazima aumie, tiyo siumie eh Duwa, kama imekuuma yeah, yeah. yeah. yeah. yeah, sema lakini usibaki aduku. Kwanini ukae nalo moyoni kama heme? yeah. oh, yeah. inauma we sema. yeah. Yeah. Yeah, iko hivyo, huwezi kukaa na mfundo. Mtu nakaji na mfundo bwana yeah.